Diadora ni brand kubwa ambayo inajulikana vizuri duniani uh, tangu uanzishwaji wake, kama ilivyoelezwa, imewahi kuvaliwa na vilabu vingi maarufu duniani kama Italian national team, wakati wanachukua World Cup walikuwa wanavaa Diadora. Lakini pia kama vilabu kama e, e, Roma na, na vinginevyo. Kwa hiyo Simba inakuwa kuwa ni brand kubwa na ya kimataifa katika ukuaji huo tunaamini kabisa tunakuwa na wenzetu ambao walishakuwa wakubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana kupata nafasi hii na tunaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa Diadora, Jayrutty lakini pia wanasimba kupata bidhaa bora zenye kiwango kinachokubalika kimataifa. Kwa hiyo ile thamani ya fedha na ukuaji wa michezo, Mheshimiwa Naibu Waziri na balozi, hili jambo ni jambo kubwa kwa maana kwamba sasa recognition ya Simba katika wigo wa kimataifa itakuwa ni kubwa zaidi kwa kutumia brandi hizi ambazo zime, zime kuna neno ambalo sipendi kulitumia, lakini nimekuwa establish vizuri. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru kwa, kwa nafasi hii na tunaomba Mungu kwamba tuendelee kushirikiana nao katika manufaa ya pande zote mbili. Asante sana.